ni takribani siku kadhaa zimepita tangu tukio la kuuawa kwa binti umri wa miaka kumi na tatu mwanafunzi wa sita katika kijiji hiki cha Gedamara kata ya Galapo baada ya taarifa zile kuenea kwenye vyombo mbalimbali vya habari pamoja na mitandao ya kijamii leo hii mkuu wa wilaya ya Babati Emmanuela Kaganda amefika na kuzungumza na wananchi wa eneo hili huku akiwataka wananchi kuwa mstari wa mbele katika kutokomeza matukio yote ya uhalifu ikiwemo matukio ya ukatili wa kijinsia tumsikilize hapa e, mkuu wa wilaya Emmanuela Kaganda akieleza juu ya kauli ya serikali katika kukabiliana na matukio haya. Kutoka hapa katika kijiji cha Gedamara a wilayani Babati mkoani Manyara. Jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV. Kwa mfululizo tumepata matukio ambayo kweli hayatubariki, hayafurahishi, lakini hata watoto hao wadogo wakisikia na wakiona, unafikiri wanajisikia matumaini? Yanakuwa hakuna. Lakini sio kwa watoto tu, tuna wazee, tuna kina mama, tuna watoto wote hawa wanajisikiaje? Nikasema tuje tuzungumze na tuulizane, tumekosea wapi, au kwa nini tunapitia changamoto hizi? Mwenzetu mwenzangu aliyepita ame, amezungumza akasema, ukatili huu kuna mambo ya mila na desturi ambazo nazo sio hazitubariki sana kwa sasa hivi, lakini pia kuna mila tofauti, mtu akifikiria kwamba anaweza kutengeneza fedha ya haraka haraka bila kufanya kazi. Siku hizi watu wamependa pesa kuliko kufanya kazi na watu wa kubashiri na kupiga ramli na kusema uongo wameongezeka, ambao wanawadanganya watu kwamba ukifanya hivi, ukimfanyia kitu kibaya mtoto utapata pesa. Lakini sio hivyo tu, tumekuwa na makundi makubwa ya vijana ambao hawataki kufanya kazi. Ukipita kwenye vijiwe, unakuta kuna vijana kibao asubuhi wanakunywa energy na chapati halafu, wanakaa wafanye kazi. Na sio hivyo tu, tuna tu vikundi ya vijana ambao wanatumia pombe kupita kiasi, gongo, mapombe makali, lakini wengine pia dawa za kulevya. Na wanapokuwa katika ulevi, ndio hapo wanakuta wanafanyia vitendo vibaya watoto wetu, saa nyingine wanaotoka shule tumeamua na tumejipanga sasa, na tuna oparesheni ya mwaka mzima kusafisha wilaya yetu. Na tunachokwenda kuanza kufanya kwanza ni kubaini vijana wote wenye tabia za wizi, walevi kupita kiasi na watumia madawa ya kulevya, wako lakini <klik> wapika gongo wako humu tutawabaini. Tunataka tupone, yani natamani ifike mahala hata ukisahau simu yako hivi wanakuletea. Lakini wamama wanaoamka asubuhi kwenda sokoni kuuza mazao kuuza nini waweze kutoka bila wasiwasi, iwe ni saa kumi iwe ni saa tisa, mama atoke akakate ndizi zake apeleke sokoni, amani na maendeleo. Watendaji nimetoa maelekezo a, na wenye viti mtusaidie katika utaratibu ule unaotakiwa, na mniletee majina na wala msiogope, na ole wake mtu aje amguse mtendaji, amguse mwenyekiti, unajua mmepiga hiyo mmepika, kwa sababu zoezi hili tunalianza na tunalianza rasmi.